Tutayazingatia na tutaomba Mungu tuyafanyie kazi katika mashauri mengi ambayo umetufundisha. Asante sana dokta, tutaendelea labda hata kukuuliza maswali hatuwezi kuuliza sasa, lakini baadaye tutakutafuta ili pengine, kwa sababu wewe ndiyo mwenyekiti wa afta tunakutua tegemea kuwa hospitali za binafsi utazisimamisha na utafanya kama ulivyofanya. Kama Kairuki alikuwa, nakumbuka alikuwa halali usiku kwa ajili ya afta, afta ilikuwa ni afta, anarudi usiku saa ngapi, watu tumeisha lala, lakini aliweza kukaa na Dkt. Kaushiki na wengine wote waliokuwepo kuhakikisha after imesimama. After sisi Kairuki tuna chuo, mimi nafikiri kuna muhimu wa after kuhakikisha wale wafanyakazi ambao wako katika mahospitali ya private wanaweza kuja hapa kwenye chuo chetu wakafundishwa vitu wengine baadaye watakuwa na short courses. Wanapanga mipango hiyo, ili hospitali za private zipate kufaidika kwa sababu lazima tuwe kitu kimoja, tuwe na nguvu moja, kusiweko na tofauti tofauti za kusema tunashindana. Sisi hatushindani, hatuna sababu ya kushindana. Sisi private tuna sababu ya kushirikiana na kuona Je, mahospitali yetu yataendeleaje? Kwa hiyo ninaamini kutakwenda mm -hmm, kukutana kwenye mikutano ya private wamasisha mahospitali waweze kuleta wafanyakazi katika kufundishwa mambo zaidi na zaidi, kwa sababu sisi labda nikikumbuka wakati tunaanza hospitali hii baadaye tulianza kutuma mane wauguzi waende kujifunza kitu, tukakuta na madaktari ulikweko ambao siku zile walienda kujifunza, walikwenda Sweden. Kwa hiyo sasa watu wakawa na kuuliza, wewe ni private, kwa nini mpeleke wanapeleke wafanyakazi waende kufundishwa? <laughs> sasa alivyojibu ali, akasema tunawapeleka ili wakirudi warudi wamepata e, ujuzi zaidi na waweze kusaidia nchi yetu. Kwa hiyo ni kitu cha muhimu sana, tu encourage na mahospitali yetu ya ya private yaweze kupeleka wafanyakazi pia nje, au Tanzania au nchi nyingine zozote ili tukiiwa na wagonjwa tupate kuwauguza kuwa kisawasawa. Tengine natoa shukrani na pongezi kwa madaktari wanne walioungana naye katika kutoa mada mbalimbali, na washukuru sana sana sana, naona ni, ni kwa special. Naamini mlioyazungumza hapa ntayaendeleza hapa hospitalini pamoja na pengine na hospitali nyingine. Namshukuru Profesa Eda Vuhaula, mwenyekiti wa mhadhara huu, asante sana. Naona mhadhara ulienda vizuri. Aidha, napenda kutoa shukrani na pongezi nyingi, hatua mkiwa mnazingatia unazingati, wosia ambao mwasisi alituachia kwa kususihi tuhakikishe kwamba taasisi alizoziacha zinaendelea kuwepo na kudumu hata kwa vizazi vijavyo. Huo ndio ulikuwa usia wa Profesa Kairuki. Kwa hiyo na shukuru sana kuwa wote waliopo na wanaoendelea kuja tunafuata jambo hilo. Pia napenda nichukue nafasi hii shukuru sana kamati ya maandalizi kwa kupanga na kutekeleza mipango yote ya maadhimisho ya mwaka huu kuanzia tarehe mbili mwezi wa pili ishirini na sita ambapo wafanyakazi na wanafunzi walitoa huduma mbalimbali za afya kwa wananchi bila malipo mpaka leo, nafikiri na kesho wataendelea. Mmeonyesha <laughs> ushirikiano mkubwa katika kuendesha shughuli hizo. Napenda kuwaasa viongozi, wafanyakazi na wanafunzi tuendelee kumwenzi mwasisi kwa kutoa huduma iliyotukuka kwa wananchi kama yeye mwenyewe alivyopenda kufanya. Nimalizie kwa kuwakaribisha tena kesho. Kesho kutakuwa